Mwanaume, kama umefungua mlango wa kuzaa nje ya ndoa, hakikisha kabla haujafa huo mlango unaufunga, kwa sababu usipoufunga, wewe una hakika kwamba watoto wako wa kiume na wao watakuja wafanye kama ulivyofanya, na pengine wanaweza wakafanya zaidi. Mwanamke, funga mlango wa kuzaa nje ya ndoa na ukiwa ndani ya ndoa, kwa sababu usipoufunga huo mlango, una uwezekano mkubwa watoto wako wa kike na wao wakafanya kama ulichokifanya wewe. Tunatokea kwenye familia ambazo tumekuta milango iko wazi, hasa milango ya uovu. Kwa hiyo, hiyo milango unakuta inatuvuta kila mmoja apite kwenye huo mlango. Kwa hiyo hakikisha mlango wote mbaya ambao umeufungua kwenye maisha yako, kabla haujafumba macho, huo umeufunga huo mlango kwa maslahi ya uzao wako wa kike na wa kiume. kosa ulilolianzisha wewe lisije likaugalimu uzao wako. Katika adhimisho hili la ibada ya misa takatifu, tumwombe Mungu asikie machozi yetu na maombi yetu tunayomtolea jioni ya leo. Tumsifu Yesu Kristo.